Kenya hii iko na propaganda nyingi. Kuna watu wengi hawawezi kusema vile watapanga vijana wapate ajira, wanasema ati watapanga vijana vile watapiga kura. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, husemi ya kwamba unapanga vile vijana watachaguliwa. Hapana, unasema wewe unapanga vile vijana watakupigia wewe kura watakupigia wewe kura ndio wapate nini? You know kama wewe unatafuta kura ya mtu, give him a plan. What, what is in it for them? Wewe unataka kupigiwa kura na wao, nini yao iko kwa hiyo kura yako? Sijui kama tunaelewana, my friends, si ndio? Na ndio nimewaambia hawa viongozi wengine wote, hawa mambo ni matatu. <laughs> Si ndio? Mambo ni mangapi? Tafuta sera, ajenda na manifesto na program. Number 1. Namba 2, utueleze vile hiyo programu yako utaimplement pesa utatoa wapi? Na number 3 tupatie track record yako bwana. E, sasa mi nataka niwaulize kama mtu amekuwa uongozi miaka kumi ama ishirini ama yule wa arobaini na hana track record ya kufanya kitu yoyote, sisi tutacheza na kamari, kamari na mtu kama huyo atitufanya siasa ya guesswork. Ati pengine amepata ujuzi hapa, amekuwa mwerevu all of a sudden, tutacheza hiyo kamari? Mimi nataka niwaambie, hatuna time ya ku waste, hatuna time ya kupoteza na watu wa kucheza karata ya pata potea na guesswork. You must give us a plan. You must demonstrate to us that you have a track record of doing something, ama namna gani? Yes. Hiyo ndio maneno tuko naye kwa kiwanja saa hizi. So ndugu zangu, mimi nataka nimalizie kwa kueleza hivi, hii mpango yote ambayo tunafanya mimi nilisema ya kwamba this program and every other program whether it is the export of labor whether it is affordable housing whether it is digital jobs must be in every part of the Republic of Kenya because we do not want any county any region any community any sector of our society or anybody for that matter to be left behind we must move together we must move together na mimi nawauliza vijana tusikubali kuingizwa kwa siasa ya ukabila. Oh, sijui wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mluya, sijui Mjaluo, sijui Mkalenjin, sijui nini. Hiyo ni siasa duni. Mtu kama hana ajenda, atauza ukabila. Mtu kama hana mpango, anauza chuki, you know mpaka wanafikia watoto wetu shuleni unataka kwenda kugawanya watoto shuleni how desperate can people be let our children be let our children learn those children are kenyans wherever they come from whatever community they belong to they are our children the children of kenya ni mnanielewa Tafuteni ajenda, wachana na ukabila na chuki na fitina na propaganda, tafuteni sera ya kutangaza kwa wananchi wa Kenya. Tumekubaliana jameni? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee si namna hiyo. Wacha ni wamalizie kwa kuwapatia. Sikia my friends wacha niwaeleze ya mwisho hmm. Unajua kuna watu wengine hawaamini mpaka saa hizi ya kwamba it's possible to transform this nation. Let me give you one example. One, hii Kenya 3 years ago, savings yetu ya Kenya mzima hii ile iko kwa NSSF savings ya 60 years ilikuwa 320 billion 312 to be exact when i came into office nikasema wacha tufanye vile best practice duniani kote how do we increase our savings culture tukabadilisha sheria tukabadilisha contributions In two years my friends in two years tumetoa pesa savings ya Kenya ya NSSF from 312 billion today it is 670 billion in two years in two years we have doubled our savings by next year we will have a trillion shillings saved by our NSSF mimi niwaulize, What's going to happen in 5 years? What's going to happen in 10 years? What is going to happen in 20 years? We will not be borrowing money from any country. We will be borrowing our own money in Kenya. And that is why I tell you, in our lifetime, we have the capacity to change this country to a first world country. And I am determined, I am determined to do whatever it takes with my team to make sure hii Kenya ambayo ilichelewa miaka nyingi tuisukume iweze kusonga mbele. Vijana hoye, vijana hoye. Hoye. Hoye Nandi hoye, hoye. Wazingishu, hoye Transoya, hoye West Pokot hoye, Elgeyo Marakwet hoye. na Turkana, Turkana hoye <laughs> Turkana nyai Turkana, hoye! Oh, wapigeni makofi hawa watu wangu wa Turkana jameni, wametoka mbali sana hawa jamaa, wametoka mbali sana. Nani? Watu wa bidii, watu wa kujituma, hawa mbaya sana, si ndiyo, my friends? Yani unafikiri mtu ametembea kilomita karibu mia mbili na hamsini, si huyu ni mtu ako na mpango iko kujituma kuliko hiyo Pongezi sana. So, wacha nimalizie hapo na niseme nimefurahi sana. Vijana wangu, the young people of our nation, our sons, our daughters, the people we love, let me tell you, you have an opportunity to grow your business. Nawaomba kama mzazi. I am talking to you as a parent. Please, let us avoid abuse of drugs , tuachane na mambo ya pombe, tuachane na mihadarati na madawa ya kulevya. Itamaliza nchi yetu, itaharibu maisha ya vijana wetu, na ndio nimesema, going forward, tutahakikisha ya kwamba tumeweka mkakati ya kutosha, tumeweka mipango ya kutosha kuzuia mambo ya madawa ya kulevya kuja Kenya, mambo ya pombe haramu kuuzwa kiholela, na hiyo kazi tutafanya na bidii, and we are going to go after the commercial traders and the commercial people not even just the small people huko wanaangaika, lakini tutaelekea wale wenyewe wale makatel mabroka na wale mabwenyenye ambao wanasababisha hii shida ikuje Kenya, we are going to go after them. Nie mnanielewa? Tuko pamoja? Basi sasa, ni furaha yangu eh. Sasa hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Sasa imefika wakati ile eh. Imefika haijafika? ni leo? si leo ni sasa si sasa? Na kama sio sasa, ni sasa, ni sasa hivi, si namna hiyo? Kwa hivyo hey, hey, hey, hey, hey, hey. Nyota hoye! Nyota hoye! Aya, naambiwa okay. si... na ya kwamba kuna video, endelea.